Serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imelikataa ombi la kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani kama ilivyopendekezwa na Rais Donald Trump na badala yake imesema iko tayari kufanya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja, huku Trump akitishia kuishambulia Tehran kijeshi. Mengi zaidi kwenye ripoti yake Mohamed Halef. Rais Masoud Pezeshkian amesema kwenye jibu la barua ya Trump kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatullahi Ali Khamenei kwamba Tehran haiko tayari kwa, hai kwa mazungumzo yote ya ana kwa ana na Washington. Badala yake Pezeshkian amesema kwenye jibu hilo lililopitishwa serikali ya Oman kwamba pande hizo mbili zinaweza kuzungumza kwa njia isiyo ya moja kwa moja. Mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani yamekataliwa lakini siku zote Iran imekuwa ikihusika katika mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja na sasa pia kiongozi mkuu amesisitiza kwamba mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja bado yanaweza kuendelea. Akizungumza na baraza la mawaziri kupitia mkutano uliotangazwa moja kwa moja na televisheni ya nchi yake hapo jana, rais huyu wa Iran amesema na hapa na mnukuu hatukwepi mazungumzo lakini uvunjwaji wa ahadi ndiyo ulioleta matatizo kwetu hadi sasa. Lazima Wamarekani wathibitishe kuwa wanaweza kujenga imani, mwisho wa kumnukuu. Hata hivyo mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja hayajaweza kupiga hatua yoyote tangu Trump alipoiondoa nchi yake kwenye makubaliano ya kimataifa juu ya mpango wa nyuklia wa Iran wakati wa muhula wake wa kwanza mnao mwaka 2018. Tangu uamuzi huo upande mmoja uliochukuliwa na Trump wasiwasi wasi umezidi kuongezea kwenye eneo la ghuba na mashariki ya kati juu ya uwezekano wa mashambulizi ya baharini na ardhini ambao ulikuja baadaye kuongezwa nguvu na vita vya Israeli kwenye ukanda wa Gaza, ambavyo Israeli ikiungwa mkono kikamilifu na Marekani imevitumia kuwaandama viongozi wa kile kiitwacho muawana wa mapambano, kando ya mauaji makubwa ndani ya Ghaza kwenyewe. Katika siku za hivi karibuni, Marekani nayo imejiunga moja kwa moja kwenye mashambulizi ya waziwazi kwa wazi kuwaandama wapiganaji wa Asarullah nchini Yemen, maarufu kama Wahuthi, huku kitisho cha kuishambulia Iran pia kikitajwa. Ikijibu kauli ya Pezeshkian, wizara ya mambo ya kigeni ya Marekani imesema hivi leo kwamba Trump amekuwa wazi kwamba kamwe Marekani haitoiruhusu Iran kuwa na silaha za nyuklia. Mwenyewe Trump aliwaambia waandishi wa habari kwamba uwezekano wa Marekani kuishambulia kijeshi Iran na kuwekewa vikwazo ya ushuru upo mkubwa endapo haitakuwa tayari kusaini makubaliano ya kudhibiti mpango wake wa nyuklia. Pezeshkian, ambaye awali alichukuliwa kuwa kiongozi mwenye msimamo laini, anaonekana sasa kuelemea upande wa msimamo mkali kwa kile wachambuzi wanachosema ni tabia ya ubabe kwenye utawala wa Trump, huku wasiwasi wa wa pande hizo mbili kuingia kwenye mzozo kamili wa kijeshi